Watu wengi sana wanapoombea matatizo wanafikiri wanajua chanzo chake. Unapotafuta uso wa Bwana badala ya kubahatisha, funguo mia, anakuonyesha funguo moja ya kufungua. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Nilipokuwa namuomba Mungu siku ya leo, nikasema, Mungu shusha roho ya kukutafuta, wakutafute uso wako Shusha upako ambao wanapokuja kwenye maombi yako, e Bwana, watafute kukuona wewe, watafute kukuona wewe, watafute kukuona wewe. Na katika fellowship hiyo unashughulika na matatizo walionayo, ili ifike mahali hata kama hutajibu jinsi wanavyotaka, mahusiano yao na wewe yasife. Sababu unajua watu wengi sana wanapoona wanazunguka, wanazunguka wanazunguka wanazunguka wanazunguka wengine wanaacha hata kuja kanisani wengine wanaacha hata kuomba wengine wanaacha hata huduma wengine wanamziria wana Mungu hawataki hata kuomba ana